Hapana, kwa upande wangu sio rahisi kupata tafsiri ya amani au maana halisi ya amani, na haswa katika kipindi hichi cha vuguvugu la uchaguzi hapa Tanzania. Uh, huwezi ukapata maana halisi. Kila mmoja atakuwa anavutia upande wake, na hata kubaliana na upande mwingine, hata akiwa anafahamu ya kuwa eh, upande wake, eh, na maana anayoitafsiri si sahihi. Labda nikupe mfano wa tafsiri ya amani kwa e, pande tatu. Tafsiri ya amani kwa upande wale jamaa wanaonufaika na viongozi wa serikali au wanaonufaika na direct serikali wenyewe wanaweza wakawa na tafsiri amani ni ile hali inayowapa e, fursa za kiuchumi na kijamii bila ya wao kuathiriwa na mabadiliko ya kimuundo au mabadiliko ya kisiasa. Na hii unaweza ukaona inaweza ikawa inajumuisha wafanya biashara ambao biashara zao zinaegemea sana permission ya serikali. Ana vitu vyake mm, bandarini ana vitu vyake ambavyo eh, ana biashara zake ambazo zina, uh, uh, uh, nani TRA wana collect, nani zao pale. Kwa hiyo hii inaweza ikamjumuisha huyu mfanyabiashara pia, inaweza ikamjumuisha mfanyakazi wa umma huyu, anaweza akawa ni katika wafasiri wa amani kwa upande huu. Pia inaweza ikamjumuisha na yule mshirika wa e, miradi ya, ya kiserikali na hapa ndo unapoingia umimi, yani kwa maana atatafsiri e, au ataipa amani maana ambayo anaona kwamba ina manufaa katika upande wake.